Haya analeta hatimaye, ameleta andaeni vijiti vyenu, hatimaye ameleta. Mm, tamu sana. Shajumi ni mwanzilishi wa mapishi ya Jomaji. Alipokuwa kijana, alipatwa na ugonjwa mbaya na uliomlaza kitandani. Mama yake ambaye ni bibi yetu alimwonea huruma mtoto wake. Kulikuwa na kuku mmoja wa familia, alimchinja Hakukuwa na viungo vingine nyumbani vya kuweka kwenye supu ya kuku. Aliongeza pilipili ya Sichuan. Baada ya kuku kuiva, alitengeneza supu ya pilipili na chumvi na kumimina kwenye kuku aliyekatwa na kutengeneza kuku wa baridi. Sio tu ladha yake inafaa kutumika kwenye nyama, bali pia inaweza kuondoa baridi na unyevu baada ya kula kuku na baada ya kunywa supu alianza kutoka jasho, kisha baridi ikawa imetoweka kabisa. Mwaka 1990 Shajumin alifuatilia mapishi ya mama yake na kuweka kumbukumbu ya ladha aliyokula alipokuwa mtoto. Ladha ya kuku ilikuwa na uzuri wake, akaipa jina la Jeo Maji. Leo hii mbinu ya upishi wa jiomaji imerithishwa kwa watoto. Zamani huko Shawan, miongoni mwa migahawa 48 ya Dapanji, mpinzani mkubwa wa Li Shilin alikuwa ni Gao Chwanke. mtu katika familia ya Gauchwanke anaweza kupika hasa viazi. Kila mmoja anaandaa kitoweo na wanaweza kuweka chakula cha jioni cha viazi. Wakwe wa Gauchwanke walipokuwa vijana, walikuwa ni wapishi maarufu kijijini. Tafrija moja ya wazi inahitaji sahani nyingi za mapishi ya mama mkwe wake ya vibonge vya via viazi imetengeneza nyingi sana, mikono naona imevimba. Ni kitamu kitamu, hebu onja. Kweli ni kitamu sana, kweli ni kitamu. Baada ya kuhimizwa na wazee wake Gauchwanke, na yeye pia akawa mtaalamu wa viazi jikoni. Jioni moja mwaka 1994 ina maana maalum kwa Gaucho Wanke. Ilikuwa saa mbili hivi, kikundi cha madereva wa malori kilikuja mgahawani. Kila mara walikuwa wanakuja katika muda maalumu walikuwa wanaagiza chakula, na usiku walikuwa wanalala shawan, na jioni walikuwa hawaondoki. Kwa hiyo walisema usiku wanataka kunywa, wanasema kuweka mboga za ziada kwenye nyama ya kuku kwa sababu watakuwa wanakunywa. Walisema nyama pekee haitoshi, walitaka na mboga za majani. Sahani ya dapanji iliyoongezwa mboga ya majani ikapendwa haraka sana. Madereva walimwomba Gauchwanke atumie mchuzi wa kuku uliobaki kupika sahani nyingine. Baada ya hapo Gauchwanke akaongeza uyoga kwenye sahani ya dapanji, maharagwe, tambi za baridi, kabichi na mabilinganya. Hata hivyo, madereva walikuwa hawaridhiki. Gauchwanke alikuwa na wazo. Hatimaye, alichukua viungo vyake vilivyojulikana zaidi. Viazi. Jioni hiyo sahani ya dapanji ilikuwa na viazi kwa mara ya kwanza kabisa, kwa sababu viazi ni bei nafuu. Baada ya kuviweka viazi hivyo vya vipande vipande, sahani ilijaa. Sahani ilikuwa imejaa. Madereva malori waliokuwa wamechoka hatimaye walikuwa wanashiba na kuwa na furaha. Viazi vina wanga mwingi, vinaingia kwa urahisi kwenye nyama ni vitamu na ni tamu sana, ina ladha nzuri baada ya kuweka viazi, na wateja pia wanapenda kula kwa hiyo. Hatimaye nikaanza kuweka viazi. Tangu wakati huo, viazi vimekuwa sehemu ya mapishi ya dapanji ya bwana Gao. Dapanji na viazi ikazidi kuwa maarufu. Ni upendeleo wa ladha ya madereva ndio uliosababisha dapanji kuwa na mageuzi ya pili. Lakini mbele ya mabadiliko haya mapya, Li Shilin alikuwa na maoni tofauti kidogo. Wengine wanaongeza viazi, mimi siongezi viazi. Unapotaka kula kuku, ule kuku. Mapishi yangu ni mazuri, siongezi kitu. Matokeo ya kukataa kuboresha mapishi ni kuwa biashara ya Li Shilin inazidi kudorora. Bwana Li alijikuta kwenye hali mbaya. nzuri e, hey, umenikanyaga. Habari bwana. Gao Gao Chonke anafanya kazi nyingi kuongeza viazi kwenye daa panji. Hili ni jambo maalum, hii ni kazi maalum. Inaanza kwa kuchagua viazi. Kiazi hiki ni kikubwa na kina maji, ni kizuri sana, maganda yake yanang'ara, kitafaa kwenye daa panji. Haya, kiweke Wakati wowote wa ambao gaochanke anakuja sokoni kununua mboga, wanauza viazi, wanatafuta fursa ya kujifunza kutoka kwake. Ukipima kidogo cha mkononi, ni kizito sana na kina maji mengi. Ukiwekwa kwenye dapanji, hakiwezi kupukutika na hakiwezi kuharibika. Viazi kama hivi, unaona kama hiki, maganda yake yanang'ara, lakini hayana maji sana. Ukipima ukipima uzito wake, hebu angalia, ukipima hivi hiki ni kizito na ni kizuri. Wakati mwingine unaweza kukata vipande vipande na kutengeneza kitoweo cha sanghuangji au mbavu za kondoo na mishikaki ya nyama ya ng'ombe. Viazi hivi ni vizuri na vinaiva haraka. Safi sana, biashara inaendelea vizuri. Kwa herini. Kuchagua viazi sahihi ni hatua ya kwanza tu, lakini mchakato unaofuata unazingatia mengi. Kwanza ni kukata, unatakiwa kukata kwa urefu, kata wima, ili usikate nyuzi nyuzi zilizo kwenye viazi, ili wakati wa kupika kisipukutike. Baada ya kukaanga kuku wa kienyeji, unatakiwa kuweka kwenye pressure cooker. Weka vipande vya viazi vyenye ukubwa nusu juu yake, na pika kwa mvuke wa mchuzi wa kuku. Kama viazi vyenye wanga vikikatwa na kuwa vipande na kuchemshwa mara moja, itaharibu supu na kuungua kwenye sufuria. Baada kuvikata na kuwa vikubwa, vinakuwa kama mkate wa mvuke unapikwa na kuwa laini ndani. Baada ya kupikwa kwa mvuke, viazi vinakatwa na kuwa vipande vidogo vinavyopendeza. Njia hii ya kupika viazi ndiyo siri ya mafanikio ya mtaalamu wa viazi Gauchonke. wateja ambao wamekula dapa njia Bwana Gao.